Naam, ni Alhamisi tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka 2025, dakika 2 baada ya saa 4 leo, ikiwa ni Maskani na Rashid. Hii ni kaunti ya Nakuru mien Evans Asiba tukiwa hii leo tukiangalia siasa za Kenya taifa hili haswa, tukiangalia hii leo swala nzima la pengine kubadilisha kamati za bunge katika bunge la kitaifa na vile vile seneti, haswa wale ambao wameonekana kuegemea upande wa aliyekuwa pengine yule e, naibu rais wa pili Rigathi Gachagua, wale walio wanaoegemea upande wake wote wakingolewa katika zile kamati zile e, zikiwekwa katika kamati ndogondogo ndogo, lakini moja kwa moja nitazungumza tu pengine na mkazi Nakurwa tuambie, saati yake ni ipi? kuhusiana na swala hili nzima, pengine njoo tu hapa hivi ndugu, tuzungumze nawe hapa hivi, njoo usimamie hapa hivi tu, tuzungumze nawe kutuambie pengine e, so, maoni yako ni gani kuhusiana na swala nzima la pengine wale ambao ni wameonekana kuwa karibu na, na yule aliyekuwa naibu gavana wa pili Rigathi Gachagua kuondelea katika kamati za nguvu na kuweka pengine kwa zile kamati za chini kidogo. Uh, kwa majina naitwa anaitwa uh, Uh, hii kamati inabunua hii im, mpya kutoa waro wa Rigathi Gachagua inaonekana ni siasa tupu. Maana wakati wa, hapo bereni wangekuwa wangekuwa wamesema kwanza ati yeye anatumia, ye, anatumia pesa za umma, lakini sasa kwa sasa wanaona ati ametumia pesa kwa umma, lakini ni siasa tupu hiyo, tunaona ni siasa tupu. Eh, e, pengine unafikiria kuondolewa kwao katika kamati zika hizo zina umuhimu um, wote kwako, kwa kamkazi. Unajua kwamba pengine mbunge wako anapokuwa katika kamati hili itakusaidia kwa njia yote, kama kazi hii. Inaonekana kwangu haitanisaidia hata wakibuni hiyo kamati mpya, haitatusaidia sisi. Ni kuwa wanaona kama watajisaidia, maana wanaona kama wakati wa kura za 2027 watajivunia, lakini kwangu mimi ndio mpigaji kula hata wakiweka kamati hizo mimi naona haziwasaidii eh. Haya basi, huyo ni mkaazi wa hapa Nakuru akitufungulia hali ya tumazungumza hii leo maskani na Rashid e, katika kaunti ya Nakuru. Ni mimi Evans Asiba, moja kwa moja nitakuwa nikikupeleka hadi studio ambapo mwenzangu Rashid Abdalla yuko pale naye aendeleze jamvi hili la leo la maskani na Rashid, tukizungumzia siasa za taifa hili la Kenya haswa katika bunge la seneti na bunge la kitaifa. Kazi kwako Rashid. Evans Asiba jina langu.